Eh, katika kila kuni ndizo ambazo zinatinga hatua ya nusu fainali. Mi, miamba hiyo kiingia hapa vijana hawa eh, Yanga dhidi kwa ajili ya eh, kutinga hatua nusu fainali. Hicho ndicho kikosi cha Yanga ambacho kama kawaida Emmanuel Ngunga akisimama kalinga migloti mitatu, lakini yuko Mahamudu Ibrahim Idrisa, lakini yuko pia Athumani Msosole. Tulikuepo, hawa ni Tanzania Prisons, mafande hao eh, wa kizazi kijacho, kama kawaida wakicheza fo, 33 kwenda kuanza kwa mchezo huu dakika 45. Naam, assalamu alaikum, popote pale ulipo mtazamaji, karibu sana katika ligi hii ya NBC ya vijana chini ya miaka 20 hatua ya nane bora, dimba ni Azam Complex. Hili ni kundi B likitupa karata yake eh, ya pili, kwa maana karata ya kwanza ilikuwa mchezo wa kwanza. Mimi ni Juma Kinaanguka, karibu sana. Inaingizwa majalo ndani kupita huko, nafasi ndio kwa Yanga. Tandika shuti kule. Hey. Ilikuwa ni almanusura, ilikuwa ni almanusura, nafasi ambayo ilikwenda kupigwa chini chini ile, ilikuwa ni hatari sana. Moja mbili tatu, anaanza kona fupi haya, inaingizwa majalo ndani kataa kule mla mlango watsf. Mohamed Magonda anayetoa na anagalagala chini, Gonda tizama mbapo alikwenda kuanza kwa nafupi, vijana wa Yanga ikaingizwa ndani ile, akaipa mafuta ikaenda juu, ikaenda nje watsf, ambayo alikwenda kujaribisha shuti lile, Ibrahim Rashid, lakini imekwenda kukataliwa kule na Mohamed Magonda na akienda kugangwa gangwa kwa ali muya abdalah Nafasi nyingine zinaangizwa vipasi gonga kichwa kule, Hussein Maulid, hey ilikuwa hey, ni hatari sana ile. Hussein Maulid akajitwisha ndonga ile hey. Nafasi wanataka kwenda kutegeana kule akaupitia ndiyo nafasi, ndiyo kwa ali Ali muya Abdallah kamfinya mtu, alichofanya hey, hey, hey, hey, Ali anajua yeye yeah, mwenyewe ah. ah. zamani kapigwa kikoe mbe muongeze Marko Juma maridadi sana captain, wanapoteza mali ile. Haya, nafasi nyingine tena Zidane nkana, Zidane. Zidane Nkana burudani kwelikweli, kweli vijana hawa. Haya, nafasi nyingine, tunaeriki piga mpira hey, hey, sidhani kama atanusurika nafasi. Anasema ni foul, amedaka nje ya eneo lake. Kadi nyekundu hey. Kadi nyekundu kwa Mohamed Magonda Kadi nyekundu straight red card. Na hiyo hapo, hebu tutizame aliudaka kweli ama ulimbabatiza kwenye magoti. Na hiyo hapo tizama, hey. Mwamuzi akaamua kutoa panga hey. tenge Hossam Kipaka inabidi uh, watoe haya. Yanga ni Athman Msosole anaingiza kona, gonga utosi kule, ni kona nyingine. Eric Mwambenja yule, hiyo hapo. Athman Msosole aliingiza ndani ile, ikagonga utosi lakini haya nafasi nyingine tena kwa Yanga huko na, ndio nafasi ndiyo weka ndani kule. John Micheto kataa kule, namna gani? Hosa Mkipaka, Hosa Mkipaka, namna ambavyo nafasi ambayo waliipata Yanga, alikwenda kuipitia ile John Micheto, lakini alikwenda kuibia stepu. Hosa Mkipaka ambia jamani, tume noga Eric Mbenja. Anapiga vipa nafasi kule kimekataa kwa Ramadhani Mhagwa. Urusho kuelekea lango la Yanga. Ramadhani Mhagwa alitandika kiguyu kile hiyo hapo. Alikwenda kuzuia ni Ibrahim Kazimoto. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni kati ya Kagera Sugar dhidi ya Fountain Gate. Naam dakika 45 zimekamilika. Azam Complex hapa Chamazi, Dar es Salaam, michuano ya NBC ya vijana ama hii ni ligi ya vijana chini ya miaka 20, hatua ya nane bora, na hili ni kunibi, wanataka kuongeza nguvu zaidi. Na nam, salamu alaykum, popote pale ulipo, karibu sana Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam, tushuhudie dakika nyingine ya 45 za lala salama, ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20, h hatua nane bora. Karibu sana, mimi ni Juma kina Nguka, tuendelea kwa sote, tukiangalia nini ambacho kitapatikana dakika hizi tena nyingine ya 45 za kipindi cha pili. Kona nyingine nafasi, nafasi utusha kule, ah! hey! kwenye sita kapaisha. Tazama namna ambavyo kona alicheza mlango mpira ukamte, ukamtoka ule, hapana yule ni, ni John Misheto kwenye sita amepaisha. Kuna shida kidogo, onyeshwa kadi ya njano anaambia ah, punguza maneno. <laughs> Kamsemea haya, ngoja tuone, kaipitia Mkane, yes yes, yes! Tanzania Prisons wakiingia kambani, Hodari hodari Mwasoko hiyo hapo, Zidane Mkana ukagonga nguzo, lakini akaenda kumalizia kule, Hodari Mwasongo, nyota huyo ambaye amekuwa akiwaka sana katika mchezo wa hii leo. Zidane Nkana akaenda kumalizia, Hodari Mwasoko super sub fa, na kadi ya njano inatoka bila shaka yule ni Eric Mwambenja ama nani? E, ni Eric Mwambenja nambia. Hapana, asiniogope, mimi mwenyewe nacheza mpira sana. Kadi ya njano kwa Hosam Kipaka, nambia, chukua mwaliko huo. Hadi dakika 90, nafasi ndio kaupoteza kule. Nilio Amani Muhando anaingiza ndani kule, Jeje Kabani! Yes, Amani Muhando, bonge la bao Amani Muhando, huwezi ah, kuamini lakini ndo kilichotokea katika uwanja wa Azam Complex. Hiyo hapo ulipigwa moja kwa moja, ni Amani Muhando, mpira ulikuwa mlina mlango, alijua kama unatoka hivi pilo mempalia. Sasa ni shughuli nyingine tena, kwa Wilson Kayanja, wekwa chini kule. Wilson Kristofa na kadi ya njano inatoka. Uh, kijana ambaye ameingia hivi punde ni Akida Sabula, Athumani Osu, naingiza chini chini, kuna nafasi. chh na yule yule, yule, yule hodari mwa soko hodari mwasoko anawapa swali jingine. Yanga ikiwa dakika zenyewe za jioni namna hii, ndonga ile ya hodari mwa soko ilitosha kabisa. Hiyo hapo, huwezi kuamini, lakini ndo mpira